Mwanasayansi mmoja wa Kitanzania kutoka Arusha amezindua chapisho linalotoa makadirio ya kisayansi kuhusu jinsi kilimo cha dunia kitakavyobadilika katika kipindi cha miaka 100 ijayo. Kitabu kipya, Global Agriculture Transformation, kilichoandikwa na Profesa Joseph Ndunguru na kuchapishwa na Vision Publishers nchini Marekani, kinatoa uchambuzi mpana wa sura ambayo kilimo kinaweza kuchukua ifikapo mwaka 2126. Kazi ya Prof Ndunguru inachukuliwa kuwa utafiti wa kwanza wa kina wa aina hiyo. Inaeleza jinsi kasi ya ubunifu wa kiteknolojia, pamoja na kuingia kwa zaidi ya vijana bilioni 1.2 katika sekta hiyo duniani, kunavyotarajiwa kubadili mustakabali wa kilimo. Kiini cha kitabu hiki ni uchambuzi wa nafasi ya mabadiliko ya Akili Bandia, automisheningi na matumizi ya mashine za roboti, yote yamechunguzwa ndani ya kitabu hiki kipya, alisema Prof Ndunguru. Kitabu hiki ambacho kimepigiwa chapuo kuwa kitauzwa sana duniani kinatarajiwa kutafsiriwa katika lugha kumi. Kikiwa na sura 17, kitabu kinapitia safari ya mageuzi ya kilimo kuanzia chimbuko lake na mchakato wa ufunikishaji hadi nguvu za kisasa zinazounda uzalishaji wa chakula duniani. Prof Ndunguru, ambaye ni Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania, TPHPA, alikabidhi rasmi nakala ya kwanza kwa Mwenyekiti wa Baraza la Rais la Chakula na Kilimo na waziri mkuu wa zamani Mheshimiwa Mizengo Pinda. Chapisho hili linaeleza mageuzi ya kisayansi, kiteknolojia na kisera yanayohitajika kuendeleza mageuzi ya kilimo duniani. Pia linajadili ushawishi wa taasisi kubwa za kimataifa kama Benki ya Dunia WB na Shirika la Chakula na Kilimo FAO katika mikakati ya kilimo ya kitaifa na kimataifa. Licha ya utegemezi mkubwa wa Afrika kwenye kilimo, ambapo zaidi ya watu milioni 580 wanategemea sekta hiyo duniani Prof Ndunguru alieleza wasiwasi kuhusu mapato madogo ya kiuchumi barani humo, akibainisha kuwa kilimo huchangia asilimia 25 tu ya pato la taifa GDP ya Afrika. Alisema: kilimo barani Afrika bado kimechelewa katika maendeleo. Na kitabu hiki kina lengo la kuonyesha mabadiliko yanayohitajika ili kukisongesha mbele. Waziri Mkuu wa zamani Mizengo Pinda alikisifu chapisho hilo, akilielezea kuwa rasilimali muhimu kwa maendeleo ya uchumi wa Tanzania. Kitabu hiki ni muhimu sana. Tunapaswa kupata nakala zaidi kwa ajili ya rais, makamu wa rais na waziri mkuu, alisema baada ya kupokea nakala ya kwanza. Kitabu kilizinguliwa wakati wa mkutano mkuu wa nne wa Chama cha Wataalamu wa Sayansi ya Mazao Tanzania, Crossart wenye kauli mbiu kuendeleza uzalishaji wa mazao yastahimili mabadiliko ya tabia nchi kupitia mbinu endelevu za usimamizi wa udongo na maji. Kitabu pia kinaangazia mchango wa wakulima wadogo na wanawake wakulima katika maendeleo ya kilimo Prof Ndunguru Mtaalamu mashuhuri wa virusi vya mimea katika ngazi ya molecule, alipokea neshani ya rais kwa ugunduzi wa kisayansi na umahiri wa utafiti mwaka 2012 na tuzo ya kitaifa ya mtafiti wa kilimo bora mwaka 2011. Akiwa na zaidi ya miaka 20, ameongoza miradi mikubwa kadhaa ya kisayansi ikiwemo mradi wa dola milioni 9.4 wa Disease Diagnostics for Sustainable Cassava Productivity in Africa unaofadhiliwa kwa pamoja na taasisi ya Bill Gates na Idara ya Maendeleo ya Kimataifa ya Uingereza DFID. Ikulu ilisema kuwa kikao hicho kinaashiria mwelekeo mpya wa ushirikiano wenye uwazi unaoongozwa na soko na unaonufaisha pande zote sambamba na mwenendo dunia katika ufadhili wa madini na eneji mpya. Wachambuzi wanasema kuwa iwapo makubaliano matatu hayo yatakamilika, yataunda mustakabali wa mahusiano ya kiuchumi katika Tanzania na Marekani na kuimarisha nafasi ya nchi katika sekta ya madini na eneji barani.